Katika hali isiyokuwa ya kawaida wakati huu ambapo serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan inapokuwa natafuta mbinu kwa ajili ya maridhiano pamoja na utengamavu ndani ya taifa la Tanzania kufuatia matukio yaliyotokea miezi miwili iliyopita, hasa matukio Oktoba 29, 2025 iliyosababisha vifo pamoja na majanga mengine ikiwemo uchomaji wa mali za umma pamoja na mali binafsi Wakati haya yakizidi kuendelea, pamoja na mambo mengine mengi, hii leo maandamano yamezuka tena. Kwa mjibu wa taarifa iliyopo ni kwamba zaidi ya waumini mia moja wa kanisa Katoliki leo wamefika katika ubalozi wa Vatican nchini Tanzania na kuwasilisha barua rasmi ya malalamiko dhidi ya askofu mkuu wa ichi na Padri Charles Kitima. Kwa mjibu wa taarifa barua hiyo imekabidhiwa kwa njia ya utaratibu rasmi wa kidiplomasia, ikiwa na madai ya ukiukwaji wa maadili ya uongozi wa kanisa, matumizi mabaya ya malalamiko ya kirona na lugha zinazodaiwa kuwavunjia heshima wa umini. Hivi karibuni kumekuwepo na msogwano ndani ya kanisa Katoliki ambapo baadhi ya umini wa kanisa hilo wamejitokeza hadharani kupingana na misimamo ya viongozi wa kanisa hilo, hususa kile kinachodaiwa viongozi hao kujikita kwenye mambo ya kisiasa hapa nchini badala ya kusimamia maadili ya kanisa kwa mujibu wa mafundisho wa vitabu tifu ni moja kati ya taarifa kubwa ambayo siku ya leo imetufikia mezani, kufuatia waumini hao kama ambavyo unashuhudia kuandamana kuelekea katika ubalozi wa Vatican nchini Tanzania. Lakini pia kuna walakini kuhusiana na uandamanaji hao na huku katika mitandao mbalimbali ya kijamii wakidai kwamba ni watu ambao wamepangwa dhidi ya kile kilichoitwa kupingana na viongozi wa kanisa Katoliki ambao siku za hivi karibuni wamekuwa wakikosoa wazi wazi mienendo ya serikali dhidi ya kile kilichotokea katika matukio ya Oktoba 29 huku viongozi hao wa dini ya, ya kanisa Katoliki wakilenga moja kwa moja viongozi wa ngazi za juu wajibikaji pamoja na mambo mengine mengi ambayo yalitokea.